Siku ya Jumanne katika kipindi hiki cha Pasaka. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 30 hadi ya 35. Ni mwendelezo wa madai ya Wayahudi ambao wamemtafuta Yesu hadi alipokuwa katika sinagogi kule Kapernaum siku ya Sabato, wanamtafuta ili aweze kuwalisha mikate. Na Yesu anawaambia, si kwa sababu mliona ukuu wa Mwenyezi Mungu ukifanyika ndio maana mmenitafuta, kwa sababu mnatafuta chakula kile kinachoharibika. Na wao wakamwambia, Unafanya kazi gani ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kukuamini? Ndio madai ambayo wanampatia leo hii, wanamwambia Yesu eh, unafanya ishara gani basi ili tuweze kukuamini? Kwa nini wanamwambia Yesu unafanya ishara? Kwa nini wanatafuta ishara kwa Yesu? Katika dini ya Kiyahudi waliamini kwamba Masihi wa Bwana atakayetoka mbinguni akija duniani huyu yeye atafanya kama vile Musa alivyokuwa amefanya katika lile agano la kale, yaani Musa aliyekuwa kiongozi wa wana wa Israeli, akiwa anawaongoza wana wa Israeli alipoongea na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alileta mana, yaani kuna chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Sasa chakula ambacho Yesu alikuwa amewapatia mwanzoni kabisa mwa Injili ya Yohane sura ya sita hakikuwa chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, bali alichukua mikate kutoka kwa kijana, ile mikate mitano na samaki wawili, akamshukuru Mwenyezi Mungu. Wakaitana Wayahudi kutoka Yerusalemu na marabi kwamba kuna mtu anafanya miujiza. Kwa hiyo sasa hapa wanamletea swali la mtego kwamba unafanya ishara za namna gani kama Musa alivyokuwa amefanya kipindi kile, ili tuweze kukuamini. Kwa hiyo wanamwekea swali la mtego kwamba fanya kitu, ili tuweze kukuamini. Mpendwa mtazamaji, hadi leo kasumba hii imewakumba viongozi wengi sana wa dini katika nyakati hizi tunazoishi. Yaani, ili watu waweze kumwamini kwamba huyu kiongozi ametoka kwa Mwenyezi Mungu, watu wanataka afanye ishara na maajabu, afanye miujiza. Na katika kipengele hiki ndio maana watu wengi wanaingia kufanya miujiza hadi katika nguvu za giza ambazo si za Mwenyezi Mungu, lengo aweze kupata umati wa watu wanaomwamini. Yesu anaenda kinyume kabisa. Angekuwa ni mwenye mitizamo ya kipindi kama hiki, kweli angeagiza mkate kutoka mbinguni ishuke, kama alivyofanya Musa. Ili kutotoa kilema hiki kwa waamini wake, Yesu anamwambia maneno haya, anasema sikilizeni baba zenu walikula mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Na Yesu anapozungumza maneno haya, kwamba si Musa ndio aliyeshusha ile mikate, bali ni Mwenyezi Mungu ndio aliyetenda ile miujiza, na akasema Mwenyezi Mungu katika kuweza kutenda miujiza, hadi leo bado anaendelea kutenda miujiza hiyo hiyo, yani anatupatia chakula kila siku na sasa chakula ambacho kimetoka mbinguni kuleta ulimwengu uzima akasema kwamba ni Yesu mwenyewe na ndio maana basi alizaliwa Betlehemu. Betlehemu imetokana na maneno haya mawili, bet ambayo ni nyumba afu lehemu, nyumba ya mkate. Kwa hiyo yeye Yesu ameshuka kutoka mbinguni, amekuja ili aweze kuwa mkate wa ulimwengu mzima tuweze kumla. Akawaambia maneno haya akasema kwamba mumwamini huyu ambaye ameshuka kutoka mbinguni, msiamini juu ya miujiza, msiamini juu ya vitu vya kawaida hivi, tumwamini yeye ambaye ametoka mbinguni. Hawa Wayahudi walipoona hoja yao imeshindikana wanafika hatua wanamwambia, sasa Yesu, siku zote utupatie chakula hiki. Wananukuru hadi maandiko matakatifu, Zaburi ya mia moja na tano ile aya ya arobaini, wakasema siku zote utupatie chakula hiki. Ni kizazi cha ajabu sana. Unapotaka mambo yako ya kibinadamu ya kimwili yaweze kutokea, unaweza mpaka ukaanza kunukuu vifungu vya Biblia ili akupatie kile unachokihitaji. Na kumbe kile tunachokihitaji ni kwa ajili ya muda tu, hakidumu nasi katika safari ya maisha yetu. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye anayekuja kwangu hataona njaa kabisa, na aniaminie hataona kiu kamwe na kuanzia hapo akaanza kuwafundisha juu ya ukuu wa Ekaristi Takatifu, kwamba yeye ndiyo chakula cha uzima ambacho kimeshuka kutoka mbinguni na kila siku anashuka katika misa takatifu, na kila siku anashuka katika neno lake, kwamba yeyote yule ambaye anampokea Yesu ndani mwake hata kuwa na njaa, hata kuwa na kiu. Hebu mwamini Kristo kwamba yu mzima. Usimtafute Kristo kwa sababu ya mambo ya kidunia. Usitumie maandiko matakatifu kwa ajili ya faida yako. Kitendee kazi kile chakula ambacho kinadumu katika uzima wa milele na usitake ishara na maajabu yafanyike katika kuweza kumwamini kwamba Yesu amefanyi, yupo pamoja na wewe, kwamba Yesu tenda miujiza. Ni kuamini Yesu yupo. Wayahudi walivyotaka hicho akuwapatia na hadi leo, wale wote wanaotaka miujiza Yesu hawezi kutenda hicho, ila ukimwamini utapata yote. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.